Hivi ndivyo vyakula ambavyo mwanaume unatakiwa kupendelea kuvitumia kwa ajili ya kuboresha afya yako ya uzazi. Sasa naomba nikuulize swali, wewe mtazamaji unayenitazama hapa, umeshawahi kuzingatia aina gani ya vyakula ambavyo unatakiwa kuvitumia kwa ajili ya kuboresha afya yako ya uzazi? Sasa naomba uwe makini kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho kwa sababu tutaenda kujifunza mambo muhimu sana. Twende kwenye vyakula hivyo moja kwa moja moja. Chakula cha kwanza ni matumizi ya mboga za majani pamoja na matunda. Matumizi ya mboga za majani na matunda ni muhimu sana kwa afya ya uzazi wa mwanaume kwa sababu vina faida nyingi. Kwanza inaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, lakini pia zinapunguza kolesteroli, ambazo kolesteroli ni adui mkubwa wa homoni za uzazi za mwanaume, lakini pia matunda pamoja na mboga za majani zina asidi ambayo inaitwa foliki, ambayo asidi hii hutumika katika utengenezwaji wa mbegu za mwanaume. Kwa hiyo matumizi ya mboga za majani pamoja na matunda ni muhimu sana, lakini pia twende katika kinywaji ambacho tumezoea kukitumia mara kwa mara, tangawizi. Tangawizi inaweza ikatumika katika njia mbalimbali, lakini njia nzuri zaidi ni kuandaa chai. Eh, unapokuwa na utaratibu wa kuandaa chai ya tangawizi itakusaidia sana, na chai hii usiweke sukari, msikilizaji, weka asali vijiko viwili kwenye kikombe kimoja. Anza kuwa unatumia asubuhi na jioni. Itakusaidia sana kwa sababu tangawizi inaenda kuboresha mzunguko wa damu, na kiungo cha uzazi cha mwanaume kinahitaji mzunguko mzuri wa damu ili kiweze kufanya kazi kwa ufanisi mzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana tangawizi kutumia, lakini pia kuna tende. Tende ni nzuri sana kwa sababu inaongeza energy, na tendo la ndoa, mtazamaji, linahitaji nguvu. Huwezi kwenda kwenye tendo la ndoa mwili ukiwa uko dhaifu, ukiwa uko goigoi, unahitaji nguvu lakini pia asali, matumizi ya asali ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya uzazi ya wewe mwanaume. Lakini pia ulaji wa karanga, hapa naongelea karanga mbichi. Karanga mbichi zina magnesium eh, zina madini ya zinc, lakini pia zina asidi foliki, ambazo vyote hivi vinasaidia katika utengenezwaji wa mbegu za mwanaume. Kwa hiyo hivi ni vyakula muhimu sana, na ni vyakula ambavyo ni common, ambavyo unaweza kuvipata sehemu yote kwa mazingira yetu sisi ya hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini kuna vyakula vingi sana ambavyo vingine haviwezi kupatikana kwa haraka. Lakini pia kuna vyakula kama mbegu za maboga ni muhimu sana, ulaji wa miogo, lakini pia utengenezaji wa supu supu. Hapa naongelea supu ya samaki ni muhimu sana kwa sababu ina kiwango kingi sana cha madini ya zinki, ambayo madini haya ni muhimu sana katika utengenezaji wa mbegu mbegu ili iweze kuwa bora inahitaji madini ya zinki, lakini pia matumizi ya supu ya kuku. Supu ya kuku ni muhimu sana. Kwa hiyo hivyo ni vyakula ambavyo ukivitumia mara kwa mara vinakwenda kukusaidia sana. Utajiona tu tayari jembe nalo linaanza kupata makali, mtazamaji. Na katika hayo yote, hivyo ni vitu tu vya kuboresha au vya kuongeza ufanisi, lakini kama tayari umeshaathirika kwa muda mrefu Yawezekana ulifanya masturbation, yawezekana utaratibu wako wa chakula haukuwa mzuri toka mwanzo, au yawezekana unasumbua na changamoto mbalimbali mbali za magonjwa. Vyote hivyo vikapelekea kuharibu afya yako ya uzazi. Lupimo Sanitarium Clinic tunayo dawa nzuri inaitwa JCheb. Dawa hii imewasaidia wanaume wengi sana, imekuwa mkombozi kwa wanaume wengi, na uzuri wa dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa haina madhara kwa mtumiaji na inaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo karibu ofisini kwetu tuweze kukusaidia. Ulikuwa na mimi tabibu Emmanuel kutoka Lupimo Sanitaria mkliniki. Asante kwa kunitazama mpaka wakati mwingine.